Shirika la mpango wa chakula duniani WFP limesema linahitaji dola milioni 19.8 kwa dharura kulisha wakimbizi takriban alfu mia moja na ishirini ambao wamekimbia mzozo wa DR Congo na ambao kwa sasa wako nchi jirani ya Burundi. Masasi lipigiwa ya mingi sana ya mingi, ndio tukaanza kimbia, bamwa wakapanda milima vengine wakavuka mai batoto kumigongo bengine kushingo na sakoshi kumkono. Shirika hilo la Umoja wa Mataifa limesema watu elfu sabini wamekimbilia Burundi tangu mwezi Januari baada ya kundi la waasi la M23 linaloungwa mkono na Rwanda kuteka maeneo makubwa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. WFP hutoa chakula kwa wakimbizi walio katika kambi za muda kama vile shule, makanisa na viwanja vya michezo na imesema imelazimika kupunguza mgao kwa nusu kwa wakimbizi waliopo ili kuhudumia wimbi hilo la wakimbizi. What we are are seeing now in in in the the stadium is basically the people who are fleeing the crisis in this Eastern Democratic Republic arriving in Burundi and doubling the number of refugees in country.

We are, as well as are. Bila ufadhili wa ziada shirika hilo linasema litalazimika kusimamisha msaada wa chakula kabisa ifikia hapo mwezi Julai. WFP imeomba dola milioni 19.8 ili kudumisha usaidizi hadi mwisho wa mwaka. yeah, Yeah. Nikiripotia Mwanzo TV, mimi ni Kasimo Njiro.